Mkurugenzi mkuu wa Idara ya Upelelezi Mohammed Amin amesema idara hiyo haimtafuti aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kufuatia machafuko yaliyoshuhudiwa wakati wa maandamano ya Gen Z Jumatano iliyopita. Kwenye kikao na wanahabari hapo jana alasiri, Amin amesema kuwa watu zaidi ya 400 walikamatwa kufuatia maandamano hayo. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari Jumatatu jioni, mkurugenzi mkuu wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI Mohamed Amin alieleza hatua zilizopigwa kuwatia mbaroni wanaoshukiwa kufadhili na kuhusika kwenye maafa na vurugu ya Jumatano iliyopita, Amin akisema aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua si miongoni mwa watu wanaochunguzwa. Amin aidha akisema ikiwa ushahidi utaonyesha kwamba Gachagua alihusika katika upangaji na ufadhili wa maandamano hayo atakamatwa.

Baadhi ya maafisa wakuu serikalini wamemnyoshea kidole cha lawama Gachagua kwa kudai alichochea maandamano hayo, baadhi wakitaka akamatwe. Haya yanajiri huku DCI ikisema watu 485 tayari wamekamatwa baada ya maandamano hayo, 448 wakifikishwa mahakamani, wengine 37 wanaendelea kuchunguzwa, DCI ikishikilia maandamano hayo yalichochewa kisiasa. Kadhalika, Amin akisema bunduki mbili kati ya tano zilizoibwa na waandamanaji zimepatikana Jumatatu, ila moja imetumika kwa wizi wa kimabavu. The G3 rifle that was Idara hiyo sasa inasema uchunguzi zaidi unaendelea, huku serikali ikisema zaidi ya watu 400 wamekamatwa na wengine kufikishwa mahakamani. Maswali bado yanaendelea kuibuka kuhusu nani aliyefadhili maandamano ambaye yalielekeza taifa kupoteza zaidi ya watu 19 kwenye maandamano hayo. Emmanuel Toro, runinga ya Citizen, kutoka katika makao makuu ya DCI, Nairobi.